Basi huu mtazamaji, nikukaribishe katika ibada zetu. Tunapatikana Kiwengwa, kanisa la FPCT. Ibada zetu ni siku ya Jumatatu saa nane mpaka saa kumi ibada ambayo tunajifunza neno la Mungu, lakini pia siku ya Ijumaa uh, mpaka saa kumi mpaka saa kumi na mbili siku ya maombi ambayo tunakuwa tunakutana kwa ajili ya kuomba lakini zaidi sasa, kwa ushauri na maelekezo ya kichungaji, basi unaweza kuchukua namba hii 0756 413160 ili kwa ajili ya kupata maelekezo zaidi. Lakini pia tunakualika katika ibada ya Jumapili, inaanza mapema kabisa saa mbili kamili, tunakuwa kwenye maombi mpaka saa tatu na saa tatu mpaka saa nne tunakuwa katika na saa nne mpaka saa saba kamili inakuwa ni ibada kuu katikati hapo. Kwa kweli tunamwona Mungu, tuna kwaya za kutosha na watumishi mbalimbali ambao wanao kutembelea, tunakuwa tunashiriki nao pamoja. Kwayi karibishe sana, lakini pia kuema viti katika chaneli yetu hii, ambayo kwa ajili ya kuipata kuweza ukaisika tualea kulipo basi, halafu baada ya hapo utabonyeza linki hapo na utashea na masomo yote tutayapata. Mungu akubariki sana. Karibu ale amani.